Ndugu zangu katika imani tunamshukuru Allah subhanahu wataala, aliye mtukufu mwenye huruma, ambaye ametujalia sisi kuwa ni Waislamu, akatuweka tukiwa tuko hai juu ya mgongo wa ardhi hadi sasa, na tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao nyakati zake zote ni kheri na kila muda ni faida endapo mwislamu atautumia muda huo vizuri na saa zote. Tutangulize kuwa na ikhlasi katika amali tunazozifanya, iwe ni amali khasa za faradhi katika ibada au amali za sunna katika ibada, au iwe ni miamalati ya kawaida ya kutafuta riziki, ya kutembelea familia, ya kwenda kuzika na mengineyo, tukiwepo katika sehemu kama hii hivi sasa ni <tikana> amali katika amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala analipa, lakini tufanye lillahi rabbil alamin, tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala ili ukithiri ngira katika imani. Wanachuoni wanataka sisi kutuweka katika position iliyo nzuri. Inapoingia ma katika hilo wana natuambia aqsamu nnasi fi ramadhana kathira, vigawanyiko vigawanyiko ambavyo kugawanyika watu katika mwezi wa Ramadhani huwa ni vingi. Watu wanapoingia mwezi wa Ramadhani hawawi katika kundi moja na wala wote hawawi sawa. Alqismu minhum, katika, katika hao wanapoingia Ramadhani kuna kundi man yattakhidhu shahra Ramadana mawsiman, anafanya kwamba kuingia kwa mwezi wa Ramadhani ni msimu. Limutabaati ljadidi li, kwa kutafuta kila linalojitokeza jipya duniani. Fi ltilvasi, katika, katika TV wa sinema, na kwenye sinema. Wa ljadidi fi alami alaflam walmasrahiyat, anatafuta imetoka filamu gani mpya? Kuna ektasi gani mpya imetokezea? Ye atakakaangalia yaka fi shadd al amali. Maskini, inakuja Ramadhani katika yale matendo yake, anaingia katika tendo la shari sana, na bahati mbaya katika upande huu, hata kama hakutafuta jipya basi analitafuta lile kongwe, yaani watu wanakuwa katika michezo wa wa ya kuigiza. Kipindi kiingia Ramadhani ndio ndio wanapoteza muda, ndio wanaabudu maskini. Sema kuna kitu filamu ya Ashabul Kahfi, anaona mchezo wa Kiislamu yandafanya ibada, kuna filamu sijui ya mchezo cha kisa cha nabii Musa cha nabii Yusuf sijui cha nani, mpaka katika baadhi ya TV rasmi katika nchi wanaweka Ukristo kwenye Ramadhani, zile filamu za kikafiri hasa za moja kwa moja zile za Yesu na nani, basi wanaziweka kwenye mwezi wa Ramadhani. Ndio ndio wameingia kwenye Ramadhani wao, ndio wanaabudu. Maskini ya qanasu min hadha alqabil fi shahri amali, watu wanaingia katika matendo ya shari katika upande. Takhalas, jitoe katika kundi hiyo wa qismu minhum, na kundi jingine katika watu wanapoingia katika mwezi wa Ramadhani, yatakhidhu shahra ramadhana mausima lillah, anafanya mwezi wa Ramadhani ndio vipindi vya michezo mipira, yeye draft, yeye keram, yeye zumna, yeye karata, ndio zimepotea kipindi kirefu, lakini mara nyingi njozi zinakuja katika mwezi wa Ramadhani, zinaonekana njozi katika mwezi wa Ramadhani michezo ya mipira ya kikapu ya kadha ndani ya mwezi wa Ramadhani, ya asiri jioni, apoteze muda, ingie katika katika apate askia dhana, aftari inacheza mpira, aenda akiangalia mipira, anaenda akicheza madrafti na madide gani. Mafahimu Ramadhani hawajaifahamu maskini Ramadhani. Raau ana Ramadhani tadhi'an lil-awqat wa dukhulan fil al'ab wameona kwamba Ramadhani ni kupoteza wakati na kuingia katika michezo wa qismu minhum, na kundi jingine, yatakhidhu shahra ramadhana mawsiman litijarati dunyawiyya, anafanya mwezi wa Ramadhani ndio msimu wa biashara. Fahuwa yantakiru Ramadhani, anasubiri Ramadhani ifike litanmu wa tijaratuh biashara yake ikuwe wayadu maa rasulu mali yake ikifiri yakthura ukuwe e, e, e, e, uwezo uwe wake wayakthura maa amwano, mali yake ikifiri faqad e, fa yaftahu abwaba tijaratihi ikuli maswaliah, milango ya biashara yeye ndio anafunga katika pande zote, milango yote ya biashara ona, huu ndio msimu wenyewe. Anasema maskini wafanya biashara tulio nao, anasema msimu wa kuchuma. Yani hili neno yuharifuna alkalima an mawadhi, hili neno wanalipotosha, ulitoa katika maeneo yake husika. Ndani ya Ramadhani pakisema ni msimu wa kuchuma, sio kuchuma mali, ni kuchuma kheri za ibadati. Lakini natumika hili hili neno hili hili tahrifa Kwa muda mwingi mtu anapoteza kuwa katika harakati za kibiashara. Maskini man tafaala Ramadhani dukhulan wa khurujan, hanufaiki kwa kuja Ramadhani kuingia na wala hanufaiki kwa kutoka Ramadhani, ikawa yeye Ramadhani inaondoka inamsafisha na madhambi yake. Wal qismu minhu, na kundi jingine katika watu, yatakhidhu shahra Ramadhani, anafanya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani mausima lilmaaki wal mashari, ndio kipindi cha kula sana, vyotu vyote varundikwa katika wakati wa kuftari jamani. Lengo la ramadhani kupunguza kula, lengo la ramadhani kupunguza kunywa, lengo la ramadhani ni kupunguza kukutana mtu na ahli yake apunguze. Ndio katika malengo ya kuletewa ramadhani mpaka pak, mchana wa kutoa watu wasile, mchana wa kutoa watu wasinywe, mchana wa kutoa sikutana na ahli zangu na ule wakati wa kuftari mtu ale kidogo, ani kidogo, na usiku wake sila, asiwe amejaza tumbo. Wala si kwamba nikukuje ile aya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, kwamba watu wavimbiwe. Ah, ule muda wote ndio muda wa kuruhusiwa kula, sio watu wale sana, sio kusudio lake. Ah, arba'un yuqasil qalba, kuna mambo manne huwa anafanya moyo we mgumu, haulainiki. Itaingia Ramadhani, itatoka Ramadhani, mtu iko vile vile. Katika vinavyofanya moyo mgumu, al aklu lkathir, kula sana, pia ashurbu lkathir, kunywa sana, kunafanya moyo uwe mgumu. Kuna mwingizia mtu batala chofu mtu ndani ya muda ule futari pana kusanywa, ukiachilia mbali zile futari zilizopikwa matikiti, maembe, ma, eh, hizo juisi sita mbili tatu. ina maana kumbe ni msimu wa kula, kumbe sio msimu wa kuacha kula. Kumbe ni msimu wa kunywa, sio msimu wa kuacha kunywa. Mafahimu Ramadhana illa lil akli al kathir wa shurbi al kathir fiha, fi ana al layl hawakuifahamu Ramadhani isipokuwa wamefahamu ni kula sana na kunywa sana katika wakati wote wa kismu, minhum na pia kundi jingine wa fahimu, idha dakhala Ramadhani, ikiingia Ramadhani yatadhakkaru naum, kinachoingia i katika fikira yake anakumbuka kulala, poteze muda alale mpaka mbavu za muma

Kuna bidaa tena nyingine kwenye tarawehe hivyo hivyo. Ikitajwa Ramadhan yeye afikiria kuhusu bidaa. Hawajafahamu Ramadhan sio kwa bidaa kuifanya na kuilingania na kuihamasisha. wa qismu, na kuna kundi tofauti na hawa, haula hawa watu hawa infikira Ramadhan yatahakaruna hadhihi lahbath. Ikitajwa Ramadhan wao wanakumbuka haya, wanakumbuka michezo wanakumbuka bida, wanakumbuka biashara, wanakumbuka sinema. Wa hivi ndivyo wanavyokumbuka. Qismun indhukira ramadani, kuna kundi Ramadhani ikitajwa tayari ushaingia katika Ramadhani, yatadhakka shara ramadani mausima lil ibada, anakumbuka kwamba Ramadhani ni kipindi cha ibadati. Kwa hiyo yataqarabu fihi ila Allah taala bishata anwai taati

wal azkar akumbuka kusoma azkar kwa wingi, pametajwa nini? Ramadhan. wal birr wal ihsani, akumbuka kufanya wema na kuwafanyia wenzake ihsani. wa sairi ltaati na nakumbuka amali za taa nyengelezo zote, pakitajwa Ramadhan. hapa lirtinami awqatihi, pakitajwa Ramadhani. Ana, anafuma yeye kwenda kukimbilia kutumia nafasi ya wakati wa Ramadhani wasara listighlalihi listi bikulli ma yamlik, na huharakia kutumia nafasi ya Ramadhani kwenye kila kilicho kwenye uwezo wake, hapotezi hata dakika. Kwa nini? Kasikia Ramadhani, alam tasma, alam tasma lilali Ujasikia ule wito nahutoka mbinguni ya ayyuha lladhina amanu, ule wito alafu ukasema shahru ramadani alladhi unzila fihi quran hudan linnas, mwezi wa Ramadhani kuna uongofu umewekwa special kwa ajili ya watu wengine. Wametafuta yale maovu wakayafanya, ndiyo ya kuyakimbilia kwenye mwezi wa Ramadhani, kumbe kuna huda linnas kuna uongofu umewekwa kwa ajili ya watu. Huyu yeye, kundi hili, wao pakisema Ramadhani wanakimbilia katika hizi khairat. Shekh anasema nasalu llaha taala, tunamwomba Allah Mtukufu, ayajalana ay min hadha alqismi, atufanye sisi twemu katika kundi hili, fa hadha silfu ashrafu lasnaf, kundi hili ni kundi bora, wa afdaliha na lenye fadhila